Vipi bebi, mbona hauna raha? Una shida gani? Yaani hata sijui nianzie wapi kukuelezea kilichotokea. Hapa nilipo nimechanganyikiwa. Mbona unanitisha bebi, hebu niambie, ni kitu gani kimetokea? Nimefukuzwa kazi. Ni kosa gani ulilofanya hadi likapelekea ufukuzwe kazi? Barua yangu ya kufukuzwa kazi nimekutumia kwenye simu yako hivyo fungua usome sababu iliyonifanya nifukuzwe kazi, maana hapa nilipo sina hata nguvu ya kukuelezea hivyo. Wewe mwanaume akili zako ziko sawa kweli? Yaani umefukuzwa kazi, alafu unaniambia nisome upuuzi wako uliokufukuzisha kazi? Lakini mke wangu, si umetaka mwenyewe kujua sababu iliyofanya nifukuzwe kazi? Nani kakwambia kuwa unataka kujua huo upuuzi wako? Kwanza nilijua tu hii siku itafika. Unamaanisha nini kusema ulijua hii siku itafika? Kwa taarifa yako nilijua tu lazima utafukuzwa kazi, kwa sababu wewe ni mzembe kuanzia kitandani hadi uko kazini. Kwenu unasemaje mimi ni mzembe, wakati kila siku naamka saa kumi alfajiri ili niwahi kazini? Usiniulize maswali ya kijinga. Mimi kwanza, umepata wapi nguvu ya kurudi nyumbani baada ya kufukuzwa kazi? Sasa ulitegemea niende wapi, wakati hapa ndo nyumbani na wewe ndo mke wangu ambaye nilitarajia utaniliwaza na kunipa moyo wa kupambana kutafuta kazi sehemu nyingine. Samani sana, we baba, usiniite mke wako kwanza. Naomba ujue kwanza, sasa hivi mimi na wewe hatuwezi kuishi pamoja. Kwa nini tusiishi pamoja wakati wewe ni mke wangu? Mimi siwezi kuishi na wewe kwa sababu sidhani kama utaweza kulipa gharama za chakula, kodi ya nyumba, bili za umeme na maji, pamoja na mahitaji mengine. Ni kweli kwa sasa siwezi kutimiza hayo majukumu lakini, namshukuru Mungu kwa kuwa wewe bado unafanya kazi, hivyo naomba unisaidie kubeba hayo majukumu wakati mimi napambana kutafuta kazi sehemu nyingine. We koma, sifanyi huo ujinga wa kumlea mwanaume hata siku moja cha usiku. Kumbuka mimi nilikuwa nakulea wewe pamoja na ndugu zako na nimesomesha wadogo zako wote. Sasa kwa nini ushindwe kunistiri katika hiki kipindi ninachohitaji msaada wako? Mimi wala sikukutuma kuilea familia yangu, ila kiherehere chako ndo kilikutuma. Kwa hiyo usinikumbushe tena huo ujinga wako. Lakini mke wangu lakini nini tena? Ngoja ndani nikapaki nguo zangu niondoke, maana naona unataka kunibebesha majukumu yasiyonihusu. Sawa, kwa kuwa umeamua kuondoka na kuniacha na matatizo yangu, mimi siwezi kukuzuia, ila kabla ujaondoka, naomba ufungue ile barua niliyokutumia. Sasa unataka nisome hiyo barua ya nini na wakati umeshafukuzwa kazi? We soma tu, ili ukiwa unamwelezea mama yako kuwa umeachana na mimi kwa sababu nimefukuzwa kazi, umwambie na sababu iliyofanya nifukuzwe kazi. Hapo umeongea pointi ya msingi. Hebu ngoja nione huo ujinga uliofanya huko ofisini kwenu hadi ukapelekea ufukuzwe kazi. Jamani, mume wangu, kumbe umepandishwa cheo! Sasa mbona hukuniambia? Sijapandishwa cheo tu, pia nimepewa zawadi ya gari jipya aina ya V8. Wow, asante Mungu, hatimaye maombi yangu yamejibiwa. Yaani huwezi amini, mume wangu, nilikuwa nakuombea kila siku ufanikiwe na siyo gari tu, pia nimepewa zawadi ya nyumba ya ghorofa mbili. Kwa hiyo kuanzia leo sitokuwa nikilipa tena kodi kwenye nyumba za kupanga. Wao, ndio maana nakupenda mume wangu. Kwa hiyo tutahamia lini kwenye hiyo nyumba yetu mpya? Mnahamia lini? Mbona sikuelewi? Unamaanisha mnahamia wewe na nani? Si tunahamia mimi na wewe, mume wangu. Wewe si ulikuwa unataka kuniacha. Sasa nataka utoke hapa na ile ile vaibu uliyokuwa nayo mwanzo. Kisha uende ukapaki nguo zako na utoke nyumbani kwangu.